Malkia aliyetawala kwa akili, siasa na ujasiri, Cleopatra. Je, Cleopatra alikuwa malkia wa kawaida au alikuwa ni zaidi ya hapo? Na ni kwa nini mwanamke huyu mmoja aliweza kuitikisa historia ya dunia hadi leo? Na je, historia ilihukumu kwa haki au ilimkosea kwa kutazama juu juu? Naam, uko na mimi Chiku Salum naenda kukupitisha moja kwa moja katika historia hii ya kusisimua ya Malkia Cleopatra wa Misri. Cleopatra Philopasta ni miongoni mwa wanawake wachache waliobaki hai katika historia na kumbukumbu kumbu ya dunia. Jina lake linazungumzwa kwa karne nyingi, mara nyingi na likihusishwa na uzuri, mara nyingine na mapenzi lakini mara chache likipewa nafasi ya haki kama kiongozi mwenye akili na mikakati ya hali ya juu. Makala hii inaangalia maisha yake kwa kina, si kama mrembo wa kihistoria, bali kama malkia aliyepambana kulinda taifa lake katika mazingira magumu ya kisiasa. Maisha ya awali ya Cleopatra. Nini kilichomjenga Cleopatra kuwa kiongozi tofauti na wengine wa kizazi chake? Cleopatra aliyezaliwa mwaka 69 kabla ya Kristo katika familia ya kifalme ya Ptolemy iliyotawala Misri baada ya kifo cha Alexander Mkuu. Ingawa familia hiyo ilikuwa na asili ya Kigiriki, Cleopatra alijitofautisha na kujifunza lugha ya Kimisri na kuelewa mila na desturi za watu aliyowatawala. Hatua hii ilimpa uungwaji mkono mkubwa na wananchi wa kawaida, jambo ambalo halikuwa la kawaida kwa watawala wa wakati huo. Tangu akiwa mdogo, Cleopatra alipata elimu ya juu katika masomo ya falsafa, siasa, sayansi na diplomasia. Alifundishwa jinsi ya kuzungumza mbele za watu, kufanya maamuzi ya haraka na kuelewa mienendo ya dola kubwa zilizozunguka Misri. Haya yote yalimwandaa kwa majukumu makubwa aliyokuwa nayo mbele yake kuiongoza Misri katika kipindi cha hatari kubwa. Safari ya madaraka ya Malkia Cleopatra. Je, mwanamke angewezaje kushiriki madaraka katika mfumo aliyoupenda mwanaume? Baada ya kifo cha baba yake Cleopatra alipaswa kushiriki madaraka na ndugu yake mdogo, jambo lililosababisha migogoro mikali ya kifamilia, ndugu wakisaidiwa na washauri wenye tamaa ya madaraka. Alijaribu kumwondoa Cleopatra katika utawala, Cleopatra alilazimika kukimbia na kuishi uhamishoni kwa muda. Hata hivyo, Cleopatra hakukata tamaa. Alitumia busara na uvumilivu kutafuta washirika wenye nguvu, ndipo alipokutana na fursa ya Julius Caesar wa Roma. Kupitia diplomasia na mazungumzo ya kisiasa, Cleopatra aliweza kushawishi Caesar kumuunga mkono. Ushirikiano huo ulimsaidia kurejea katika kiti chake cha ufalme na kuimarisha mamlaka ya Misri. Cleopatra na Julius Caesar. Je, uhusiano wao ulikuwa wa kimapenzi au wa mkakati wa kisiasa? Uhusiano kati ya Cleopatra na Julius Caesar mara nyingi umeelezwa kama wa kimapenzi, lakini kiuhalisia ulikuwa muunganiko wa maslahi ya kisiasa. Caesar alihitaji utulivu Misri kwa manufaa ya Roma, huku Cleopatra alihitaji ulinzi wa kijeshi na kisiasa ili kuendelea kutawala. Kupitia muunganiko huo Cleopatra alipata mtoto anaitwa Caesarion ambaye alimuona kama mrithi halali na, wa, wa ufalme wake. Kwa muda fulani Misri ilifah, ilifurahia amani na ustawi wa kiuchumi. Cleopatra alitumia kipindi hiki kuimarisha uchumi, ubora wa mifumo ya utawala na kuijenga kama kiongozi mam, mwenye mamlaka kamili muunganiko na Mark Antony. Je, mapenzi yanaweza kuwa silaha ya kisiasa? Baada ya kifo cha Julius Caesar, hali ya kisiasa Roma ilibadilika kwa kasi. Cleopatra alilazimika kutafuta mshirika mpya ili kulinda maslahi ya Misri. Hapa ndipo alipoingia katika muunganiko na Mark Antony, mmoja wa viongozi wakuu wa Roma. Muunganiko huu ulikuwa na lengo la wazi — kuzuia Misri kutekwa kabisa na dola ya Roma. Cleopatra na Mark Antony walishiriki kijeshi na kisiasa, wakijaribu kuunda nguvu mbadala dhidi ya mpinzani wao mkuu Octavian. Hata hivyo, uhusiano huo ulitafsiriwa vibaya na maadui zao, ambapo walieneza propaganda kuwa Cleopatra alikuwa akimdhibiti Mark Antony. Anguko la utawala wa Cleopatra. Je, kushindwa vita kulimaanisha mwisho wa kila kitu? Mwaka 31 kabla ya Kristo, Cleopatra na Mark Antony walikabiliana na majeshi ya Octavian katika vita ya Actium. Vita hiyo ilikuwa hatua ya mwisho ya mapambano yao ya kisiasa na kijeshi. Kushindwa kwao kulisababisha kuvunjikwa kwa muunganiko wao na kuporomoka kwa matumaini ya kuilinda Misri kama taifa huru. Baada ya kushindwa, hali ya kisaikolojia na kisiasa ilizidi kuwa mbaya. Mark Antony, akihisi kushindwa na kukata tamaa, alijiua. Cleopatra alibaki peke yake akakabiliwa na ukweli mchungu wa kupoteza ufalme wake. Ishoka la uongozi. Cleopatra alivyoona kuwa angekamatwa na kupelekwa Roma kama mateka na kuonyeshwa hadharani alika, alikataa fedheha hiyo, alichagua kifo cha mwenyewe kama ishara ya mwisho ya heshima na udhibiti wa hatima yake, ingawa kuna nadharia mbalimbali mbali kuhusu jinsi alivyokufa kama lilivyo Lililo wazi ni kuwa kifo chake kilikuwa uamuzi wa maksudi. Ulithi wa Cleopatra. Je, historia humkumbuka Cleopatra kama nani hasa? Baada ya kifo cha Cleopatra mwaka thelathini kabla ya Kristo, Misri ilianguka rasmi katika utawala wa Roma. Hata hivyo, jina lake halikupotea. Cleopatra anakumbukwa kama mwanamke jasiri, mwenye akili na kiongozi aliyepambana kama njia ya kulinda taifa lake. Urithi wake unatufundisha kuwa uongozi si suala la jinsia, bali ni busara, maamuzi ya ujasiri na kusimama katika nyakati ngumu. Baadhi ya nadharia ya kifo cha Malkia Cleopatra ni nadharia ya nyoka. Hii ndiyo nadharia maarufu zaidi katika historia. Inaeleza Cleopatra alijitoa uhai kwa kutumia nyoka aina ya kobla ambaye aliingizwa katika chumba chake kwa siri. Kobra alikuwa ishara ya kifalme katika utamaduni wa Misri, hivyo kifo kupitia nyoka kilionekana kuwa ni cha heshima na chenye alama kifalme. Hata hivyo, wasaikolojia wengi wanasema ni ngumu kuwa nyoka kumuua mtu haraka bila kuacha ushahidi mwingi kimwili. Nadharia nyingine ni nadharia ya sumu. Je, Cleopatra alitumia sumu kama njia ya kuhakikisha anatoa uhai wake? Baadhi ya wanahistoria wanaamini Cleopatra alitumia mchanganyiko wa sumu kali, labda kutoka katika mimea au wanyama hatari. Inasemekana Cleopatra alikuwa na maarifa ya sumu na athari zake jambo lililompa uwezo wa kuchanganya njia isiyokuwa na maumivu makali. Nadharia hii iliungwa mkono na hoja kuwa sumu ilikuwa rahisi kudhibiti kuliko nyoka, hasa katika mazingira ya asili na ulinzi mkali. Nadharia nyingine ni nadharia ya mauaji ya kisiasa. Je, inawezekana Cleopatra aliuawa baada ya kujiua? Nadharia hii inaeleza kuwa Cleopatra huenda aliuawa kwa siri ili kumaliza kabisa uwezekano wa upinzani dhidi ya Roma. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa Octavian alikuwa ni sababu ya kuhakikisha Cleopatra hafufui tena nguvu za kisiasa. Hata hivyo, nadharia hii inapingwa kwa sababu Octavian alitaka kumwonyesha Cleopatra akiwa hai kama ishara ya ushindi wake. Mpaka leo hakuna ushahidi wa kutosha kuhusu kuthibitisha nadharia moja kwa uhakika. Kifo cha Cleopatra kimebaki kuwa fumbo la kihistoria linaloacha maswali mengi kuliko majibu. Kinachokiwazi ni kuwa, kwa njia yoyote ile, Cleopatra aliamua hatima yake mwenyewe na hukuhitimisha maisha yake kwa ujasiri na msimamo. Nam ulikuwa na mimi katika makala hii ya Cleopatra, malkia mrembo na mwenye akili zaidi katika historia ya dunia. Karibu sana na asante sana kwa kusikiliza Ngongo FM, tukutane kipindi kijacho.